Na uhari gani, mtazamaji wa Nyikani TV, ninaendelea kukushukuru kwa mambo mengi ambayo yanaendelea hapa Nyikani TV Afrika, hususan kutoa uh, lugha za staha katika comment selection hapo katika mada mbalimbali ambazo tunaendelea kutafakari kwa pamoja, lakini muda huu nikuletee, eh, kama ambavyo umesoma kichwa cha habari hapo kuhusiana na suala la Humphrey Polepole. Watu wengi wanajiuliza kwamba Humphrey Polepole ni nani, kwa sababu baadhi wamemfahamu tu vile ambavyo amekuwa uh, balozi hasa nyakati zile ambazo amejiuzuru hivi karibuni, na kuanza kutiririka katika mambo kadhaa ambayo anaamini kwamba yanaweza kusaidia taifa la Tanzania lakini huyu Humphrey Polepole ni nani basi? Naomba tumtafakari ama tumtazame ama kumfahamu kwa kifupi kwamba yeye ni nani au historia ya Humphrey Polepole ikoje? Maisha ya awali ya Humphrey Polepole: kwanza julikane kwamba anaitwa Humphrey Harrison Polepole. Alizaliwa nchini Tanzania katika familia ya kawaida yenye msimamo wa elimu na maadili. Alipata elimu katika taasisi kadhaa za ndani ya nchi zikiwemo Mwalimu Nyerere Memorial Academy, ambako alijifunza masuala ya siasa na utawala; chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambako alihitimu shahada katika masuala ya maendeleo ya jamii na utawala. Tangu akiwa mwanafunzi Polepole pole alionekana kuwa mtu mwenye msimamo wa kisiasa na anayejali masuala ya haki, utawala bora na uadilifu. Namba mbili, tutazame safari ya awali kwenye utumishi wa umma Humphrey Polepole. Kabla ya kujulikana kisiasa, alifanya kazi katika taasisi mbalimbali za serikali na mashirika ya kiraia hasa katika masuala ya maendeleo ya kijamii na sera. Baadaye alijiunga na tume ya mabadiliko ya katiba iliyoongozwa na Jaji Joseph Warioba mwaka 2012 hapa Alipata nafasi muhimu ya kuchambua katiba, uongozi na demokrasia, uzoefu uliomjenga kuwa mwanasiasa mwenye hoja na msimamo. Jambo la tatu, tumtazame Humphrey Polepole kwamba kupanda kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Desemba 2016, akiwa bado kijana wa kisiasa, Rais John Pombe Joseph Magufuli alimpa nafasi ya juu ya ndani ya Chama cha Mapinduzi, yani kama katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Katika kipindi hiki Polepole pole alijipatia sifa ya kuwa msemaji mahiri mwenye utulivu na hoja zenye uzito. Alitetea sera za Tanzania ya, ya viwanda na alionekana kuwa msemaji anayeakisi misimamo ya Magufuli kwa ukaribu sana. Alipata pia nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya ya Msoma DC, mkuu wa wilaya ya Ubungo Disi, na hatimaye mbunge wa kuteuliwa mwaka 2020 na 2022. Katika kipindi hicho alikuwa sauti inayosisitiza maadili ya uongozi, uwajibikaji na uzalendo. Namba nne, swala la Humphrey Pole Pole, tuingie katika kutazama kwamba kuingia kidiplomasia. Baada ya mabadiliko ya uongozi mwaka 2021 baada ya kifo cha Magufuli Rais Samia Suluhu Hassan alimteua Polepole pole kuwa High Commission wa Tanzania nchini Malawi mwaka 2022-2023, kisha baadaye balozi wa Tanzania nchini Cuba mwaka 2023-2025, akihusisha pia uwakilishi katika nchi za Caribbean na Amerika ya Kati. Alitambulika kuwa balozi mwenye uwazi, mpenda amani na mwenye uelewa wa kidiplomasia na maadili ya taifa. Namba tano. Tutazame kujuzuru kwake Humphrey Polepole na mabadiliko ya msimamo mwaka 2025. Mnamo Julai 2013, na, na naomba hapa historia iandikwe vizuri. Mnamo Julai 2013, mwaka 2025, Humphrey Polepole aliwasilisha barua rasmi ya kujuzuru kama balozi wa Tanzania nchini Cuba. Katika barua yake alisema, nimepoteza amani ya moyo na imani katika serikali ya sasa, kwa sababu utawala unazidi kuondoka kwenye misingi ya haki, uadilifu na katiba. Kuanzia hapo, Polepole alianza kutoa maoni ya wazi kuhusu kuvunjwa kwa misingi ya kikatiba, matumizi mabaya ya madaraka, ukandamizaji wa uhuru wa maoni, ufisadi ndani ya mfumo wa chama. Kauli hizi zilimfanya kuwa mmoja wa wakosoaji mashuhuri wa serikali kutoka ndani ya chama cha mapinduzi. Namba sita. Tumtazame pole Polepole katika tukio la kutoweka Oktoba 2025. Mwezi Oktoba 2025, familia yake ilitangaza kwa Humphrey Polepole amechukuliwa kwa nguvu nyumbani kwake jijini Dar es Salaam. Dalili zilizoripotiwa ni kwamba milango kuvunjwa, waya wa usalama kukatwa, damu kuonekana ndani na nje ya chumba, mawasiliano yake kukatika ghafla. Vyombo vya habari kimataifa kama vile Reuters na mashirika ya haki kama Amnesty International vilitoa taarifa zikitaka serikali ya Tanzania kueleza alipo na kuhakikisha usalama wake. Serikali ilidai kuwa inafuatilia kwa karibu, lakini hadi sasa hakuna taarifa rasmi za mahali alipo Humphrey Polepole pole. Jambo la saba, tutazame kwamba athari na uhusiano na siasa za Tanzania. Humphrey Polepole pole, sasa ni ishara ya ujasiri wa kisiasa kwa mtu wa ndani ya chama tawala kusimama kinyume na mfumo wake. Mgawanyiko wa ndani ya Chama cha Mapinduzi unaonyesha mvutano kati ya kizazi kipya cha viongozi wanaotaka uwazi na mfumo wajadi wa jadi unaozingatia utiifu, mjadala mpya wa demokrasia, uhuru wa kujieleza, na usalama wa wakosoaji wa serikali. Uamuzi wake wa kujiuzulu umeibua mjadala mpana ndani na nje ya Tanzania kuhusu je, mfumo wa kisiasa nchini unaruhusu kukosoa bila kulipizwa kisasi. Hitimisho hili ni jambo la nane. Humphrey Polepole ni mfano wa mwanasiasa aliyepitia hatua zote kutoka kwenye uaminifu wa chama hadi uhuru wa nafsi. Safari yake inaonyesha kwamba jinsi uongozi unavyoweza kumjenga mtu, lakini pia jinsi dhamira ya ndani inaweza kumvua heshima za kiofisi kwa jina la uadilifu. Kama ataonekana tena au sio, jina la Humphrey Polepole litaendelea kuandikwa katika historia ya Tanzania kama mwanasiasa aliyechagua dhamira kuliko cheo. Huyu ndiye Humphrey Polepole aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, na sasa nani ajuaye yuko wapi Humphrey Polepole? Tutafakari huku nikikutakia wakati mwema, asante.